Jina naitwa Justini Kalili Waya Mwansepele, nimekuja hapa kwa niaba ya Dr. Tulia, lakini pia nawakilisha wananchi wa jimbo la Uyole. Kwa hiyo sisi kama wananchi tumemchukulia fomu Dr. Tulia, na fomu hii tutaihakikisha mpaka ameijaza kuwa gombea kwa jimbo la Uyole. Kwa hiyo fomu imeshachukuliwa tayari na sasa tutasubiria mheshimiwa afike, na mara baada ya kufika basi tutamkabidhi fomu yake tayari kwa ajili ya kujaza. Cha kwanza, naweza nikasema ni mapenzi ya dhati ya wanauyole. kwa hiyo kwa kufanya hivi, nadhani tunafanya hivi ili atambue kwamba wananchi wa jimbo jipya Uyole tunathamini mchango wake ndani ya jamii lakini, pia a, tunatambua uchapakazi wake na ndio maana tunaamua kufanya kitendo hiki e, kwa ajili ya kuonyesha heshima yake pia.